Ami, kwa majina ni Mzalendo. Mzalendo leo nataka niongee na vyombo vya habari kwa jambo moja mahususi, na huu niseme ni, ni, ni ujumbe wa wazi au ni barua wa wazi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Rameki Mwiguru Nchemba. Hapa halmashauri ya jiji la Mbeya tangu juzi tarehe kumi na sita, kumi na saba kumekuwa na changamoto ambayo mimi naishanga, yani kuanzia Jumatatu watoto nakuta wamezagaa mtaani, hasa kwa mfano naloishi mimi Mabatini, kata ya Mabatini, watoto wamezagaa mtaani, wanafunzi wa shule za msingi, na wauliza jamani, kuna shida gani? wanasema tumerudishwa na walimu. Nasema mmerudishwa kwa sababu gani? wanasema tumerudishwa, nasema kaleteni wazazi. Hiyo ni asubuhi, kwa saa tatu. Sasa mimi nikawaita wale watoto, walikuwa wanne niliwachukua niliwa majina yao nayo lakini siwezi kuya expose hapa. Wakasema wanaambiwa kaleteni wazazi wenu. Nikasema kwani wazazi wana, wazazi wakihitajika nyinyi ndio mnatumwa, muda wa kusoma ninyi ndio mnahitajika, muda wa kusoma mnatumwa kwenda kuwaita wazazi, munasoma saa ngapi? Yani darasani munakuwepo saa ngapi? Asema mwalimu ametufukuza na baadhi ya, wa, ya wazazi nao wakawa wanalalamika kwamba kwamba hii tabia ya walimu kufuku, kurudisha watoto kwamba kaleteni wazazi. Kwa nini tunapokuwa kwenye, kwenye vikao vya wazazi watoto wanakuwa hawapo kwenye vikao vile vya wazazi vya shule? Sasa walimu wanageukaje tena kuwaondoa watoto darasani kwamba kaleteni wazazi? Kwa nini walimu wasichukue wa, wasi, wasi, wasi, wasi hatua kwa wazazi ambao walikubaliana kwenye kikao, badala ya kuwasumbua watoto wawafuate wazazi watoto wasitimize wajibu wao wa kusoma, kwa sababu haki yao ya kusoma inapotezwa na walimu wanaowatuma kwenda kuwaleta wazazi, wakati haki yao ya kusoma wanatakiwa wa darasani. Sasa nitoe rai kwa serikali, wakati mwingine serikali imesema elimu bila elimu bure au elimu bila michango, lakini kuna michango ambayo ni kero kulika hata wakati ambao ilikuwa ni kipindi cha ada ni bora serikali ifute yaani, irudishwe ada, serikali yenyewe irudishe ada ili kusiwe na vichaka ambavyo vinaleta usumbufu kwa sababu tu ya hela, ni kama kuna vichaka fulani. Sasa serikali basi iondoe elimu bure, ilete utaratibu ambao mzazi atajua anachangia shilingi ngapi na anajipanga, kuliko huu utaratibu wa, wa kuondoa watoto darasani kwamba kamlete baba. Yaani mwalimu anakosa kutimiza wajibu wake, anaweza kumsumbua mtoto wakati kikao hakukaa mtoto, alikaa mzazi na walimu. Kwa mimi nitoe rai kwa jiji la Mbeya, afisa elimu utakuwa unanisikiliza, afisa elimu, afisa elimu shule za msingi, kuna tatizo hilo. Zunguka ukawaulize walimu kwenye shule zenu, kwa nini wanawaondoa watoto asubuhi darasani, wakawa, wakawa, wakawa, wakawalete wazazi? hilo ni jambo ambalo serikali haihitaji kuona taratibu za namna hiyo, na serikali ilishakataza kwamba walimu acheni kuwa, kuwa, kuwarudisha watoto nyumbani kwa sababu ya michango. Sasa kwa nini walimu hawatii? Sababu tuna ushahidi wa shule ambazo zimefanya hivyo. Sasa kwa nini walimu hawatii? Basi mimi nitoe wito kwa afisa elimu shule za msingi jiji, kama nataka ukweli aje kwangu nimpe ukweli kwa sababu wenda wao watamficha hao wanaofanya hivyo waalimu. Aje kwangu mimi, namba zangu ni 0612 79 25 68. Naishi Mbeya kata ya Mabatini, njo mkupe ukweli. Sisi kama wazazi hatuhitaji watoto kusumbuliwa, na kama serikali nasema watoto wasisumbuliwe, alafu waalimu hawatii au maafisa elimu hawatii, basi sisi tutawashtaki kwa waziri mkuu ili ili ili mwajibishwe kwa sababu mtakuwa yaani, serikali inaagiza, alafu utekelezaji unakuwa tofauti. Sasa hataki kuwa na, na maagizo ambayo yanatolewa, alafu kuna kuwa na double standard ya utekelezaji wa, wa maagizo ya viongozi wa juu. Sisi tuko kijijini huko, lakini tuko makini kuhakikisha kwamba lazima tuisaidie serikali kuhakikisha kwamba wanao wanaopindisha pindisha mambo hapa, wanatindinganya mambo katikati hapa, wanatindinganya mambo ya serikali katikati hapa, hao hatutawapa nafasi tuko kijijini huku tunawaona tu, tunawaona lakini si tutakuwa tunapeleka moja kwa moja kupitia vyombo vya habari ili wakae kwenye mstari. Hiyo ndio rai yangu.